Mwanake leo mkimchagua Jaku, mheshimiwa Jaku, mkimchagua mheshimiwa sana mwalimu Haruni na dada yangu Wanu, wote wanakwenda kutekeleza yale ambayo tumeahidi ndani ya ilani yetu ya chama cha <coughs> na kama mtakumbuka, Chama cha Mapinduzi ndiyo chama cha kwanza Tanzania kutoa ilani yake ya uchaguzi. Vyama vingine vyote vilikuwa vinaogopa, na mimi nataka nikwambie, nimezisoma ilani zao wamepota na kupesi katika idaa. Na sisi kama Chama cha Mapinduzi na namimi mmoja mimi wa vijana, sisi kama junu <laughs> ya mmoja wa vijana hatuko tayari kuona amani mmoja na mshikamano wa taifa letu kuna wapi wanaochezea. Mimi naamini wagombea wamewaelezeni kwamba katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa hu wa Kusulunguja wilaya ya Kusununguja serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi iko tayari kwenda kuhakikisha inafanya utanduzi sasa wa barabara yetu kuanzia Kitunguu hadi Makunduchi, na kwa pale naamini mmeiona kazi imeanza hapo, vipi? <gulimbi> <gulimbi> nikuombeni sana ndugu zangu, tarehe 29 ndio ndiyo tarehe ya kwenda kupiga kura wenzetu wamekubali kushindwa, ndio maana wanatengeneza propaganda. Mi nataka nikwambieni ni propaganda hiyo, kusema sijui watafanya maandamano, sijui kitaduka. Nataka ni na mirijeshi amisha maandamano yatokeo kuwepo, ni maandamano ya watu kwenda kupiga kura. Hayo ni maneno ya nani? Ya mirijeshi hey. lakini nataka ni kupeli sababu kwa nini wanasema hivi. Wanataka kuwaaminisha umma kwamba chama cha mapinduzi kimekataliwa, hakipendwi, ndio maana watu hawajaenda kupiga kura. Sasa mimi nikuombeni, vijana wenzangu, siku ya Oktoba 29 tuhamasishaneni na maskani, mtu asikae mpaka tuoneshe kidole kwamba tayari amesha tiki au bado hajatiki. Hapo umesema kwa hisia, yani umeongea kwa hisia kubwa, baba mwisho <laughs> ulikirilea kwenda mwisho wakati nimejia Zanzibar leo, hey. kuna mtu mmoja alipigia simu uh -huh. anava Kawaida, naona tayari umeshajiandaa, nafundisha maaskari namna ya kumpokea rais wa CCM. Nikawambia, kwanza nakushukuru kwa kututabiria ushindi wa chama changu chama cha mapinduzi. <laughs> lakini leo la kupeli sababu, ndugu zangu vijana, unajua lazima tusikubali hizo propaganda za kituii. Tanzania wote tunajua tarehe ishirini na tisa kuna uchaguzi mkuu wa serikali, ndivyo sivyo? Na mechi hiyo inayopigwa lazima apatikane nani? Akisha kupatikana mshindi lazima afanyeje? Aapishe ili aweze kuwa rais wa Zanzibar, ili aweze kuwa raisi wa jamhuri, ndivyo hivyo. Kwa hiyo maaskari, kazi wanayoifanya ni kazi yao ya msingi, yaani wao wanajiandaa na kumwapisha rais. Anatoka cheva gani? Wao hiyo sio kazi yao, kazi yetu yeah. Sisi wananchi wa Zanzima na Tanzania kwa na kwa mwitikio huu na mwitikio wa mikutano mingine ya kampeni, sina wasiwasi